Mimi kwa majina naitwa Deogratius Lihengelimo ni afisa mipango wa halmashauri ya katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026/2027 tumewasilisha katika baraza la madiwani ambao limeridhia kwa sauti moja kupitisha bajeti hiyo, makadirio ya kukusanya na kutumia jumla shilingi bilioni 44 milioni 770 na 74 ambao kwa mchanganuo wake tunategemea katika mwaka ujao wa fedha kupitia vyanzo vya ndani kukusanya jumla ya shilingi bilioni tano milioni mia nne arobaini na saba laki moja na sabini na tisa elfu. Tunategemea kupitia fedha za ruzuku kutoka serikali kuu kwa maana usi kupokea jumla ya shilingi bilioni moja nukta nane. Lakini kupitia fedha za serikali kuu kwa maana mishahara ya watumishi tunategemea kupokea jumla ya shilingi bilioni ishirini na nane laki moja sabini elfu, lakini pia kwa upande wa miradi ya maendeleo tunategemea kupokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 9,299,601,000 ambayo inafanya kuwa na jumla ya bajeti ya bilioni 44.7. Na katika utekelezaji wa bajeti hiyo tumeweka vipaumbele mbalimbali, ambapo kwa upande wa mapato ya ndani kipaumbele ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuendelea kusimamia vyanzo vilivyopo na kubuni vyanzo vipya vya mapato. Lakini kwa upande wa elimu tumelenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa kujenga kukarabati pamoja na kukamilisha miundombinu katika sekta ya elimu ya msingi na sekondari. Kwa upande wa afya pia tumelenga kuboresha huduma za afya kwa kujenga kukarabati na kukamilisha miundombinu katika eneo la afya, lakini pamoja na utoaji wa dawa pamoja na vifaa tiba lakini eneo lingine ambalo tumeliwekea kipaumbele ni eneo la kilimo, mifugo na uvuvi, ambao tumelenga kuanzisha mazao ya kimkakati kwa maana ya kahawa pamoja na parachichi, lakini pia kuendelea kuboresha huduma za ugani katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa upande wa ulinzi na usalama tumelenga kuhakikisha amani na usalama ndani ya halmashauri kwa kushirikiana na vyombo vya usalama tulivyo navyo katika halmashauri yetu na wilaya kwa ujumla. Lakini kwa upande wa utawala tumelenga kuboresha utawala bora katika ngazi zote za kiutawala tuna eneo la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi pamoja na ustawi wa jamii ambapo tumelenga kuboresha mazingira ya kufanyia biashara kwa kujenga soko la kisasa katika mji wa Nyeunge, lakini pia utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hiyo tutazingatia. Kwenye upande wa uwekezaji, tumelenga kuanzisha benki ya ardhi kwa kuyatambua na kuyarasimisha maeneo yote ambayo yatatumika kwa shughuli hiyo. Lakini pia katika eneo la uhifadhi wa mazingira tumelenga kuboresha hifadhi ya mazingira pamoja na matumizi ya nishati safi. Stendi ya malori bado itaendelea kuwa stendi ya malori. Soko la nyerunge tumeshapata bilioni tatu pointi tano, serikali imeshaliambia kwa ajili ya kujenga sasa, na ndio maana tunakwenda tuna sita kidogo, tunatakiwa tuongee lugha moja. Je, baada ya kuanza kujenga tunawaweka wapi wale watu? Hilo ndio tunalotakiwa tuli tunawapeleka kule kwenye stendi yetu au tuna eneo gani la kuweza kuweka pale wale watu au wale wanaofanya biashara stendi? Tumeteta na mwenyekiti asubuhi kuiangalia pale ambapo tulikuwa tumepanga, na nafikiri kwamba tutafanyia kazi. Amesema wiki ijayo tukaliangalia lile eneo letu la stendi kwa sababu tuli tuli serikali ilituambia kwamba tupeleke andiko. Hatukukamilisha kwa sababu stendi yetu tulikuwa bado tuna mashaka nayo lile eneo, lakini mwenyekiti ametoa wazo, nikaona kwamba ni nzuri kwenda kuliangalia kwa upya ili tuweze kutengeneza stendi ya Nyigunge. Kwa hiyo, Mheshimiwa diwani wa Nyigunge, stendi itakuwepo, itakuwepo vizuri kabisa, na, na itatuingizia mapato vizuri kuhusiana na kwamba kwa sababu pale kwenye ile eneo la stendi kuna nani, kama mkondo wa maji lakini mwenyekiti akasema hivi, tukienda pale tukaangalia hatuwezi kuingara kupisha ule mkondo, tukajenga pale pembeni. Kwa hiyo tutaenda kuangalia ili tuweze kule kutengeneza ile stendi. Kwa hiyo stendi tukaijenga, soko tutalijenga, lakini pamoja na stendi ya malori nayo itaendelea kuwa stendi ya malori kubwa zaidi. Mheshimiwa diwani wa kata ya Nyehunge tuandalie sehemu ya, pamoja na wataalamu wetu tushirikiane, tunawaweka wapi? Baada ya fedha serikali sio lazima zifike fedha, tukute tumeelewa kwamba ni wapi tunaweka wananchi wetu tutakapoanza kujenga, kama tulivyofanya Mikokwa, tulipata eneo la kuwaweka wakati tunajenga. Kwa hiyo ndio kilichobakia katika soko la Nyeunge ni kupata eneo la kuwaweka wananchi wetu. Mi naitwa Isacka Charles Mashimba mwenyekiti wa halmashauri ya Buchosa atokea kata ya Karebezo. Bajeti hii tutaitekeleza kwa kuisimamia, endapo itakuwa umerudi mrejesho wa bajeti. Na maeneo yaliyoguswa na bajeti yetu ni maeneo mengi, kila eneo la huduma za jamii, mfano elimu ya msingi, sekondari, afya, posho, mishahara ya watumishi, yote imeingia kwenye bajeti. Ajenda ya mama sasa hivi siku mia zake alizoahidi ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya afya wote, lakini akaelekeza kwamba wataanza kuchangia, wanaunganishwa familia ya watu sita, wale wanaunganishwa kwa laki moja na nusu, lakini kuna wale watakaonufaika bure kabisa, ambao walikuwa wananufaika wa tasafu, ambao kaya masikini ambazo hazina uwezo. Mama rais wa nchi amesema kwamba lazima nao wapate huduma. Ninatoa wito tu kwamba sasa hivi lazima kila kaya ijiunge kwenye bima ya afya, kwa soo ndio mpango wa serikali. Hakuna utaratibu mwingine wa kupata huduma tofauti na bima ya afya, na ile bima inakuja kuwa mkombozi, kwa sababu watu sita mnachangia laki moja na elfu hamsini mnapata huduma bure kuanzia ngazi ya zahanati mpaka hospitali ya rufaa. Kao ni jambo jema, nitoe wito kwa wananchi wa halmashauri ya Buchosa tuchangamkee hiyo. Jina langu unaitwa Dickens Huloshindika na diwani wa kata ya Nyeunge na makama kuu ya mashauri yeah ya Kuchosa ni, tuko kwenye baraza la budget na baraza la baraza la robo, tumemaliza na mjadala mkubwa ambao umepita hapa, mjadala mzuri wa manufaa makubwa kwa kwakata Nyeunge na hasa kwa sababu hii ni bajeti ambayo tumepanga inakwenda ku leta majibu kwa inakwenda kuleta majibu kwa kero mbili kubwa ambazo zimekuwa zinaisumbua kata ya Nyeungu. Kero ya kwanza ni soko na kero ya pili ni stendi, stendi ya malori na stendi ya mabasi. Utaona kwamba tumepewa bilioni tatu kwa ajili ya ujenzi wa soko la Nyeunge, soko la kisasa, soko ambalo utakwenda kutoa nafasi kubwa ya miundo mbinu, lakini na watu wengi watatumia kwa ajili ya kujipatia kipato, halmashauri itatumia kwa ajili ya kupata ushuru wake. Kwa hiyo bajeti ambayo imepanga karibia bilioni tano kwa mapato ya ndani inategemea sana na mapato ambayo yatakwenda kutokana na uwekezaji mkubwa wa soko la Nyeunge. Lakini kingine ni ile stendi stendi inayofunda kujengwa nao ni stendi ambayo imepangiwa, imenunuliwa kiwanja muda mrefu na mahitaji yamekuwepo muda mrefu, na kila mara tumekuwa tukizungumza kwa kwamba tutengeneze stendi, kwa sababu mazingira yaliyopo sasa hivi yanayotumika kama stendi ni hatarishi sana, mazingira hatarishi kwa watumiaji, watu wazima, watoto, na ukizingatia kwamba sisi nyeunge hapa tuna shule nyingi na shule zingine ni shule kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum, hawasikii hawaoni, na akini wanatumia barabara hizo hizo, na bahati mbaya barabara za mchanga hizo, huwezi kuweka zile alama za barabarani zinazoonyesha hapa basi waheshimu wapite wengine na wengine wasubiri. Majina anaitwa Martin Edward Nyamtuga ni diwani wa kata Ilenza. Napenda kushukuru sana kwa hii bajeti tuliyotenga bilioni 44.7 kwa kweli itapunguza changamoto nyingi hasa upungufu wa vyumba vya madarasa lakini pia madawati na miundombinu hasa barabara na umeme. Kwa pesa hii itaweza kupunguza changamoto za wananchi wa jimbo la Buchosa. Aa, unajua jimbo hili ni kubwa na pesa inapokuwa inatengwa sio hata hii bilioni 44, kwamba itaweza kutosha. Tumekuwa tukitenga pesa hizi kwa ajili ya kupunguza changamoto za wananchi, bado tunazo changamoto nyingi ikiwemo barabara yetu ya lami ukiwepo na, na, na usambazaji wa umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo kwa bajeti hii, kwa kero ndogo ndogo zitaweza kukamilika. Sisi kama madiwani, hasa hususani mimi kwenye kata yangu, tulishatoa elimu kwa wananchi na wananchi wamelipokea kwa, kwa, kwa uweledi na wamempongeza mheshimiwa Rais kwa sababu leo mwananchi, tulikuwa tukikutana na kutoa elimu tukiwa tunatembea na wataalamu. Wananchi hawa kweli ukiangalia kipindi cha nyuma huko, mwananchi alikuwa akienda hospitali anatumia zaidi ya laki nane laki sita lakini kwa bima ya afya kwa laki moja na elfu hamsini wananchi wamelipokea, na wanasubiri utaratibu waweze kukata bima ya afya. Wananchi kwa kweli naweza kwa ni washauri wananchi wajitokeze kwa wingi waweze kukata bima ya afya maanake, tumeona wananchi wakishiriki kwenye vikundi mbalimbali wakichangiana fedha na fedha hizo pengine zilikuwa hata haziwasaidie, lakini kwa bima hii ya afya wananchi wajitokeze na wawe na uhakika, kwa sababu bima ya afya inaanzia zaanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya mpaka mkoa, alafu na hospitali ya taifa. Bongo Play TV.